Katibu Mkuu wa Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Zuberi Samataba, amezindua mfumo rasmi wa kiteknolojia utakaosaidia wazazi na walezi kupata taarifa za watoto wao pindi wanapokuwa mashuleni. Mwandishi wetu Macrina Siovelwa analitizama hili kwa undani zaidi. Msingi mzuri wa elimu ya watoto wa Tanzania italindwa na wazazi walezi, pamoja na walimu ambao muda mwingi hukaa na watoto hao wanapokuwa shuleni. Jambo hili ndilo limefanya mmoja wa vijana kutoka tume ya sayansi na teknolojia COSTECH kubuni njia ambayo itamsaidia mzazi au mlezi kupata taarifa sahihi za mwanai pindi anapokuwa shuleni, itakayojulikana kama Edu taarifa ambayo imezinduliwa rasmi leo na naibu katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za ta TAMISEMI. Ndugu Zubeli Samataba. Amir Hasani ni kijana aliyebuni njia hii. Kwa nini edu taarifa na sio kitu kingine? Taarifa zote muhimu mzazi anakuwa azipati kwa wakati, atazipata kwa njia ya simu ya mkononi, kwamba hata ukiwa bize vipi huwezi ukukosa muda wa kusoma message ya simu yako. Ndio teknolojia hii, dhumuni lake kubwa kabisa ni kutengeneza bridge kati ya mzazi na mwalimu. Manufaa yatakuwa makubwa sana kwa sababu Uh, dropout rate iko kubwa sana, watoto wanaacha wana, wana, wana, wana shule na sababu kubwa ya kuacha shule ni utoro. Utoro unachangia karibia asilimia sabini ya, tano ya ya, ya ya watoto kuacha shule. Dunia sasa inaenda kulingana na kasi teknolojia. Je, uzinduzi huu utakuwa na manufaa gani kwa elimu ya Tanzania, hasa kwa shule za serikali? Zuberi Samataba ni naibu katibu mkuu, ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI. taarifa za kila siku kuhusu mahudhurio ya watoto taarifa kuhusu matokeo ya mitihani ya kila siku kila wiki na kila mwezi. Sasa mimi nimefurahi nime, nime sana kwamba hiki kinatokea kina, kina, kina sasa hivi. Na kwa nini? Kwa sababu sasa hivi dunia imekumbwa na tatizo la wanafunzi ku mdondoko wa wanafunzi yani school dropout. na kama alivyosema juzi, tulikuwa kwenye mkutano wa school dropout uh, summit kule Washington Marekani, na swala hili la dropout la mdondoko wa wanafunzi ni kubwa hapa Tanzania, lakini ni kubwa hata Marekani. Wanafunzi hawapendi kwenda shule, sasa wanadondoka, wanaenda kwenye shughuli nyingine. Kwa upande wa mkurugenzi wa mafunzo kutoka Buni Kostek, Jumanne Mtambalike, anaeleza manufaa ya teknolojia hii kwa wazazi na walezi. Inalenga kuwasaidia wazazi kuweza kupata taarifa rasmi za maendeleo ya watoto wao shuleni kupitia simu zao za mikononi. Vijana Edu Taarifa ni miongoni mwa vijana wengi wa kibunifu wa Tanzania ambao tuko nao hapa BuniHub, na lengo letu kubwa ni kuwasaidia kuweza kufikia malengo yao, manaake zile bunifu zao ziweze kubadilika kuwa biashara na waweze kupata faida kutokana nazo. Teknolojia hii imeshaanza kutumika kwa baadhi ya shule katika mikoa ya Dodoma, Dar es Salaam pamoja na Morogoro. Macrina Sovelo, Mlimani TV, Elimu Kwanza.